Baada ya mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema Tundu Lissu, mwenyekiti wa chama cha ACT Wazalendo na makamu wa kwanza wa rais wa Zanzibar Masudi Othmani pamoja na viongozi wengine wa maeneo mbalimbali ya bara la Afrika ambao walipata mwaliko wa kuweza kushiriki katika mdahalo um, ama jukwaa la kidemokrasia e, barani Afrika huko Luanda nchini Angola kuzuiliwa katika uwanja wa ndege. Habari imekuwa ni kubwa kote barani Afrika na ulimwenguni. Taarifa ambazo zimejiri nchini Tanzania mara baada ya viongozi hao kurejea, upande wa mwenyekiti wa chama cha ACT Wazalendo na makamu wa kwanza wa rais wa Zanzibar Masoudy Othman ameeleza kushangazwa na upotoshaji uliofanywa na baadhi ya viongozi wa chama cha Mapinduzi CCM kuhusu kilichowatokea nchini Angola. Othman ameenda mbali zaidi na kutaka mamlaka zinazowasimamia wachukuliwe hatua za kile kinachoelezwa kuwa upotoshaji uliofanywa unaipaka matope serikali mani mwenyekiti wa CHADEMA Tundulisu, viongozi wengine wa ACT Wazalendo na wastaafu wa mataifa mengine ya Afrika walizuiliwa huko Angola katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Quatro de Fevereiro nchini Angola waliko kwenda kwa mkutano wa jukwaa la kidemokrasia Afrika PAD. Baada ya kuzuiwa viongozi hao, chama cha ACT Wazalendo kilitoa taarifa ya kushangazwa na ukimya wa serikali ya Tanzania huku wakiitaka wizara ya mambo ya nje na ushirikiano wa afrika mashariki itoe msimamo wa serikali kuhusu hilo. Baada ya tamko hilo la ACT Wazalendo siku ya Ijumaa Machi 14/2025, makamu mwenyekiti wa CCM Bara Stephen Wassira akiwa ziarani mkoani Songwe, akizungumza kwenye mkutano wa ndani uliofanywa uliofanyika viwawa wilayani Mbozi, alisema hatua ya viongozi hao kuzuiwa wasimtafute mchawi kwa kuinyoshea kidole serikali. Leo nimesoma viongozi walikuwa wanakwenda Angola lakini wamenyang'anywa pasipoti huko nchini Angola. Hapa hatujawanyang'anya pasipoti, na hata ikimaliza muda wake tutawapa ili waende wanakotaka, halafu warudi salama. Wamelalamika kwa nini serikali imekaa kimya. Kwani sisi tunasimamia uwanja wa ndege wa Angola? Uwanja huo unasimamiwa na watu wa Angola. Pia huenda walikuwa na jambo lao ambalo wa wanalitilia shaka wangeuawa tungesema kwa nini wamewaonea watu wasiokuwa na hatia, alisema Wasira. Baada ya maelezo hayo ya Wasira siku ya Jumapili, Machi 16 2025, Masudi akiwa na kiongozi wa ACT Wazalendo Dorothy semu wamekutana na waandishi wa habari makao makuu ya chama hicho Magomeni, jijini Dar es Salaam na kuzungumzia sakata hilo. Katika maelezo yake Othmani hakutaka kuzungumzia swala hilo zaidi kwa kuwa alishafanya hivyo pamoja na chama cha chake kuweza kutoa taarifa, lakini kitendo cha Wassira kupotosha umma akiwemo mwenezi wa Zanzibar Hamisa Mbeto kimemfanya kujitokeza tena. Amesema upotoshaji huo unaipaka matope hata serikali na kwamba viongozi hao wanapaswa kuchukuliwa hatua za mamlaka zinazowasimamia. Upotoshaji wao umeipaka matope serikali na kuwafadhaisha wananchi, wanapaswa wachukuliwa hatua kwa sababu wamekwenda kinyume cha wajibu wao, na huo ndio wito wetu. Alisema. Masudi amerejea kile kilichoelezwa na Mbeto kwamba kuzuiwa kwao pengine ni kwa sababu hawakufuata utaratibu wa kusafiri, akifafanua maana yake makamu wa kwanza wa rais hajui itifaki za kwenda nje ya nchi. Masudi ameeleza taratibu zote za kusafiri kama kiongozi amezifuata, ikiwemo kuomba ruhusa kwa rais wa Zanzibar Dr. Hussein Ali Mwinyi na amejibiwa kwa maandishi utaratibu mwingine uliofanyika amesema, ni kutoa taarifa kwa Wizara ya Mambo ya Nje na Ushirikiano wa Afrika Mashariki na Idara ya Usalama wa Taifa kwa ajili ya kupeleka watangulizi na hiyo ilifanyika. Amesema timu ya watangulizi ilikwenda siku tano kabla ya mkutano na ilifika hadi eneo ambalo mkutano huo ulipaswa kufanyika. Niwahakikishie watanzania kwamba watangulizi walipelekwa na walikwenda hadi kwenye kituo ambacho tulikuwa tufanyie mkutano. Taratibu zote zilizostahili zilifanywa. Kama makosa yalifanywa, na Angola kwa sababu tulipofika taratibu, hata kama walikuwa na tatizo hawakupaswa kukaa kimya, walipaswa kutuambia, alisema Masudi. Amesema hakuna aliyeelezwa kinachofuata wala sababu ya kuzuiwa. Hata hivyo, amesema haoni kama kuna uhusiano wa siasa za Tanzania katika hatua ya kuzuiwa kwao kuingia nchini Angola. Mimi niseme ukweli kabisa Sioni kwa namna gani serikali inaweza kuwa na maslahi na kuzuia masuala yanayokuwa yanaendelea Angola wasifanyike. Amesisitiza kwamba mazingira waliokuwa hayana sababu ya kuona kwamba kilichotokea Tanzania inahusika kwa namna yeyote. Hatuna sababu ya kuona kwamba Tanzania inahusika, lakini mazingira yaliyomo Angola yanatosha kuona kwamba hiki kinachoendelea kimefanyika, alisema. Kwa upande wa kiongozi wa chama hicho, Dorothy Semu amesema baada ya hali yaliyotokea hawakusikia chochote kutoka serikalini kujua nini sababu hadi viongozi hao kuzuiwa. Tunaitaka serikali itoke hadharani na kueleza nini kimetokea, na tunataka balozi wa Tanzania nchini Angola aitwe kueleza kilichotokea, alisema Dorothy. Kwa kuwa rais wa Angola ndiye mwenyekiti wa Umoja wa Afrika, AU kwa sasa, amesema wana mashaka kama anaweza kuendelea kuwa msimamizi wa ajenda ya demokrasia na heshima kwa viongozi wa Afrika. Tunawaomba viongozi wa Umoja wa Afrika AU watafakari nafasi waliompa Rais wa Angola kwamba hata imudu nafasi hiyo, ni muhimu apatiwe mtu anayeonyesha mfano wa kusimamia ajenda ya demokrasia. Alisema jukwaa la PAD lilianzishwa mwaka elfu mbili na ishirini na tatu na huo ulikuwa mkutano wake wa tatu, na mara nyingi hukutanisha wadau kujadili demokrasia. Mwaka elfu mbili na ishirini na tatu wadau hao walikutana Polandi, mwaka elfu mbili na ishirini na nne walikutana Afrika Kusini, na mwaka huu walipaswa kukutana Angola. Hili ni jukwaa muhimu tunalolihitaji kwa wanaoitakia mema Afrika kwenye masuala ya kisiasa, alinukuu Doroti. Na mtazamaji utakuwa shahidi kwa Kauli ya Stephen Wassira ambayo imeonekana kumkwaza na kumkera sehemu kubwa sana, e, kiongozi wa ACT Wazalendo e, Masoudy Othman ambaye pia ni makamu wa kwanza wa rais wa Zanzibar kulingana na e, e, uongozi wa masafu ya, ya uongozi wa, uongozi wa Zanzibar, serikali ya umoja wa kitaifa ambayo inahusisha viongozi wa chama tawala pamoja na upinzani ambako yeye aliteuliwa kuwa makamu wa kwanza wa rais, akitokea chama cha ACT Wazalendo, chama ambacho mwenyekiti wake mstaafu Zitto Zuberi Kabwe. Sasa hili swala la Steven Wasira kusema kwamba kwamba wao sisi hawawezi kuhusika na mambo kama hayo, imeonekana kumkwaza yeye pamoja na viongozi mbalimbali mbali wa ACT Wazalendo ambao wamekuwa wakitoa matamko mbalimbali wakianzia katika eh, kauli ama statement ambao walitoa kwa ajili ya kuitaka serikali iweze kuzungumzia swala hilo ambapo hadi sasa serikali bado haijazungumza, lakini bali na hapo wakaitisha mkutano wa waandishi wa habari hapo Dar es Salaam Magomeni pia. E, bado katika korido mbalimbali swala hili linazungumziwa hata huko Zanzibar. Swala hili limekuwa na sura ya kipekee ukizingatia kiongozi huyo ni kiongozi wa chama e, cha upinzani ama chama kikuu cha upinzani upande wa Zanzibar, lakini pia ni kiongozi aliyopo katika safu ya serikali ya serikali ya mapinduzi ya Zanzibar akiwa ni makamu wa kwanza wa rais. Hivyo, kiongozi kama huyo kuzuiliwa katika uwanja wa ndege ni swala ambalo linafadhaisha kimsingi kabisa, ikiwepo pamoja na viongozi mbalimbali ambao walizuiliwa hapo Angola pamoja na viongozi wengine. Mtazamo wako ni upi katika hili sakata ambalo sasa inaonekana ligi ni kati ya Masoudy Othman pamoja na Stephen Wassira, Masoudy Othman